Makusudi yake aliweka Tanzania hapa ilipo na akatupa asilimia 32.5 kama rasilimali za mali asili, alikuwa na nia njema kabisa kwa ajili ya Tanzania. Na katika hizi rasilimali e, ambazo ametupa kuna vitu vingi vizuri ambavyo Mungu ametukabidhi, mlima Kilimanjaro ukiwepo, mbuga za wanyama, taja vitu vyote vizuri ambavyo Mungu ameviumba akaviweka Tanzania na vitu vyote hivi, Mheshimiwa Spika, vinavutia utalii kwa hiyo ni tegemeo langu kubwa kabisa hii asilimia 32.5 ya eneo letu, utalii na mali asili zilizopo ziendelee kutupa faida na tija katika kukuza taifa letu. Mheshimiwa Spika, tumeshauona utalii una faida nyingi sana, waziri ametupa data nyingi nzuri na tumeona imechangia kikamilifu vizuri kwenye pato la taifa. Eh, ukichanganya mali asili pamoja na utalii ni kwenye 21.5 ya pato la taifa ambapo utalii umechangia 17.2%. Hii ni hatua nzuri. Na watalii, idadi ya watalii imeongezeka kama ulivyosema kutoka eh, kiasi fulani kwenye laki tisa wale wa nje mpaka eh, mpaka mpaka, mpaka, mpaka milioni moja karibia milioni mbili, na wale wa ndani pia wameongezeka kutoka laki ngapi mpaka milioni tatu. Kwa hiyo lile lengo la kufikisha watalii laki tano lililo kwenye ilani ya chama cha Mapinduzi tumelifikia. Hongereni sana hapo, nawapongeza. Lakini Mheshimiwa Spika, niwe mkweli, Daktari, nakusifia umefanya kazi nzuri, lakini bado nitakupa changamoto. Sekta ya utalii ina mchango mkubwa sana na maliasili kwenye taifa letu, kwa hiyo bado tunahitaji tujitathmini, tutafakari, tuangalie ni kwa namna gani sekta hii ya utalii hasa utalii inaweza ikachangia kwenye pato letu la taifa. Mheshimiwa mwemwe... Eh, Spika, ninasema hivyo kwa sababu bado ita, eh, idadi ya watalii wanaokuja nchini kwa mawazo yangu ndio changamoto ninayokupa bado ni wachache. Mimi nilitegemea sawa, tumeshafikisha 5.3 million, kwa hiyo ndio tumefika au bado? Mimi nafikiri bado sana, tunatakiwa tuende mpaka kwenye milioni kumi. Nina uhakika tukijipanga vizuri, tukijitathmini tunaweza tukafikia watalii milioni kumi kwenye nchi hii na kama yule mchangiaji wa mwisho alivyoongea watachangia kwa kiasi kikubwa kabisa katika pato la taifa letu. Mheshimiwa Spika, mimi niseme kwamba ni vyema kuboresha vitu vifuatavyo ili tuweze kuchangia kikamilifu kwenye eh, pato la taifa letu hasa sekta ya utalii. Cha kwanza ninachoomba tukiangalie, tuweke mka, mkazo ni, ni, ni, ni kuweka mkazo kwenye kutangaza soko la watalii hapa nchini ili watalii waweze kuja. Bado idadi ni ndogo kwa mawazo yangu, na tumeona mafanikio makubwa ambayo tumepata kutokana na filamu ya Royal Tour ambayo rais ameshiriki na ile ya Amazing Tanzania ambayo pia rais ameshiriki. Sasa ni waombe kama wizara, serikali iendelee kufanya vitu kama hivi, kutangaza masoko, kukamata nchi mbalimbali mbali ambazo ni wateja wetu kwenye sekta ya utalii. Kwa mfano tunaweza tukamshirikisha tena rais tukamwomba na na hakika hata kataa, tuende kwa Waarabu pale eh, tucheze filamu inayofanana fanana na, na wao watafurahia, wat, wat, watairusha kwenye eh, dunia ya Waarabu na mambo yatakwenda vizuri. Tuende kwa Japani, tuende kwa Wafaransa eh, turushe filamu kule kwa, kwa Kifaransa, tutumie wakalimani, tuipeleke kule kwa sababu hizi ndio nchi ambazo zinashiriki sana kwenye utalii, kwenye sekta ya utalii dunia nzima. Na pia twende India na kwa, kwa watu wa Australia tu, tu, tu, tu, tuonyeshe vitu ambavyo tunavyo. Na Mheshimiwa Spika, niipongeze wizara, imeshaanza kampeni nzuri kwa kutumia e, mashirika ya ndege. Tujiongeze zaidi hapo, mmefanya vizuri. Tuendelee kutumia vyombo vya habari vikubwa duniani kutangaza utalii wetu hapa nchini. Tutumie watu maarufu, kwa mfano wachezaji wa mpira. Najua mmesema kwenye ligi zile mnapeleka huko, lakini wachezaji maarufu wa mpira mkiwaleta hapa hata wasipolipa, umlete Lionel Messi hapa, umlete Ronaldo, au tutumie watu wengine maarufu duniani. Kwa mfano mkimleta Bill Gates, ni rafiki yetu, akija hapa, akionekana yuko kwenye mbuga zetu za wanyama, ama Serena William, watu wengine wote maarufu tukiwatumia wale, na hakika tutakuwa tumeitangaza tume sekta yetu ya utalii vizuri na mambo yetu yatatunyokea yata Mheshimiwa Spika, katika matangazo ya soko letu pia ninashauri tushiriki kwenye maonyesho ya kimataifa na ya kikanda. Tuonyeshe vitu ambavyo nchi yetu inayo. Kwa mfano, kule kwenye maonyesho najua kuna kitu kinaitwa ITB kiko kule Berlin kwa Germany, kule tuende kwenye maonyesho yao. Kuna kitu kinaitwa IFTM ya Wafaransa. Kuna kitu kinaitwa uh, East African expo vyote hivi tushiriki na ikiwezekana, ikitupendeza Mheshimiwa spika, pia tu, tu, eh, tuwe na maonyesho yetu ya ndani, tuite hawa giant waje washiriki waone vitu ambavyo tunavyo, tutakuwa tumelipanua soko letu na tutafanikiwa. Mheshimiwa spika, mchango wangu wa pili ni kuhusu kuboresha miundombinu ya barabara na usafirishaji. Mheshimiwa spika, kuna tatizo kubwa. Kwanza nipongeze serikali. Mtalii anapotoka Ulaya mpaka Dar es Salaam, mambo ni safi, mpaka Kia mambo ni safi, kutoka Kia kwenda mjini mambo ni safi, barabara ni safi. Lakini kutoka mahotelini kwenda kwenye kule saiti ambapo kuna vivutio vyetu vya utalii, hali ni mbaya, barabara ni mbaya. Na nitawapa mfano, kuna mti mrefu kuliko yote Afrika, huko kata ya Mbokomu kule jimboni kwangu, eh, Moshi vijijini. Yaani sasa hivi ukisema unapanda kwenda kuuona ule mti haiwezekani. Kuna kupanda mlima Kilimanjaro, kupitia ruti ya Umbwe haiwezekani, yani barabara ni mbaya. Sasa sisi tunahitaji pesa kutoka kwa hawa jamaa, lakini anapokuja akipanda gari akienda kule, anarudi ameugua, hata rudi tena. Akifika kule tena atawaambia watu wengine wasije, kwa sababu hali ya barabara ni mbaya. Tukubaliane, hawa watu wametoka kwenye mazingira mazuri, ambako barabara zao ni nzuri anapokuja hapa akiwa subjected kwenye shida kama hizo na kuugua, inakuwa sio kitu kizuri. Niombe serikali tutumie hata ule mfuko wa kusaidia jamii CSR, badala ya kufanya vitu vingine, tengenezeni hizi barabara ili tuendelee kupata kipato kutoka kwenye barabara zetu. Mheshimiwa Spika, naona umeshaniwashia taa, nilikuwa na mengi lakini